Hata chochote lakini anataraji aende akasikilize kile kilichoko kule. Kwa nini nasema maneno hayo? kama watu wawili watatu wangemwomba Mungu huko waliko, kabla ya kwamba, kwa Mungu, naomba moja mbili tatu, nina shida inataka ikaondoke, Mungu angeenda kukutana na mwalimu kwamba, bwana, kuna watu man wanakuja wanashida moja mbili tatu, usiende na pumba zako Nena neno la uponyaji, si unaelewa? Nena na neno nini la uponyaji, kwana kutambaliwa kila kipika hapa anapiga nje ya kutapona, amegusa maisha yako Ki, cho kitu ulichokiandaa ndicho mwalimu Mungu aki kwa mwalimu ili kikuweze kusaidia katika siku unakuta feros unachoka, alafu nikwambie kitu feros atutegemee, ukiona tunategemea tu ne maanake hii kile kitu ambacho Roho Mtakatifu anatilia mkazo kinaondoka. Kinachoondoka nini? Ule uwepo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu terus tungeweza kuishia tu, tu kumsifu na kumwabudu na ikatosha, na watu wakakuta Mungu, matatizo yao yakaondoka, wakatoka wamejaa furaha, wakawa na hamu ya kuendelea kushiriki. Sasa kinachotoka ndani ambacho kwa wanarudisha ni kule kumaanisha ule umakini wa ndani wa nini ambacho nakifanya ndicho kinachoondoka. Kwa tunaposema kujazwa tena, maanake kuna kitu kimepungua, tunahitaji ujazo. Tumsifu Yesu Kristo. Alo alo, kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu apo anasema kwamba yeye amekuja anasema kwa imani kukiri huko kwa uwezekana tu katika Roho Mtakatifu. Sikiliza maneno ambayo anakwata ni KKK ya sita themanini na tatu anasema maneno mengine hapa, ili kuungana bora nini? Anasema ni lazima kwanza, ni lazima kwa ili kuungana na Kristo ni lazima kwanza kufaili kuguswa anasema <coughs> na Roho Mtakatifu sio, umeelewa mimi wapi? Ili kuungana na Kristo anasema ni lazima kwanza kuguswa na Roho Mtakatifu. Sema, kuguswa, sema kuguswa na Roho Mtakatifu. Tazauko mbele, kuna vitu ambavyo nitakueleza ili upate kuweza kuelewa vizuri nini ni ambacho kipo ili kuungana na Kristo. Hatweni tu kwa sababu tu tumesikia neno, kwa sababu nini kimetokea hapa? Kuna mguso wa pekee ambao unatokea ndani, huu ndio unao nisukuma niweze kuungana yeye anafanya nini? Anasema ni yeye anayetutangulia. Yeye anayefanya nini? Anayetutangulia, anaye na anayeamsha imani yetu. Kama ni yeye anayetutangulia na anaamsha imani yetu, tukubaliane kwamba kwa nguvu zetu imani inaweza kulaa. <laughs> Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hivi kwa mfano kama asubuhi hii na mvua inayonyesha hivi, mtu analala, unafanyaje? Eh? Eh, tunafanyaje? Eh, simulisi, tunamfanyaje? Kwa makofi. Tunamwamsha. Mwambie maji. Alafu anaposema usimwamshe nilala, stauwa tumemtendea makosa, hakuna wafungwaji? Kuna mtu amelala, wafungwaji, mwende kimya kimya, wawili watatu, mnabeba na kiti, sawa. Alafu mnazunguka naye, mnamweka baharini na waacha huko. Ni yeye anayetutambulia na anayeamsha imani ndani yetu, anaamsha imani ndani yetu. Kwa hiyo nasema hata tu kuwa Mkristo, hata tu kuwa Mkristo ni lazima kwanza kuguswa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hata tu kuwa Mkristo ni lazima kwanza kuguswa na nguvu za Roho Mtakatifu.